Wa Kenya naongea nyewe, wa Kenya, wa Kenya, mi nawapenda sana ndugu zangu. Mi nigombea nanye ntakuwa chizi. Watu wamwogopi hata rais. <laughs> Yaani Kenya ndio nchi pekee ambayo rais anaeza kasema kesho asubuhi, tukutane uwanja wa uhuru. <laughs> Kenya, wa uhuru, wakamuuliza kwani kuna nini? Kenya amwogopi hata rais, afu minochanganya hebu ngoja kwansamani. Wa Kenya, mi lengo la kuja pandaka niwaulize, hivi kasongo ni nini? Mi asikia tukasongo kasongo hey, afu ansema Kenya ndogo na Kasongo. Kasongo ni nini kwa binafsi mimi, sijuanga saloni nije nauliza wa Kenya. Kasongo, hey, obali nanga <laughs> hmm? Wakenya mkisha kula ugali na piwa akili inafuruguka. Unakula ugali na piwa kicho kinakuwa kama uchungu cha makande. Eh, eh. Yaani kujua Kiingereza kidogo tu umeshajikuta wewe ni capital city, capital city. Sisi tunajua mpaka Kifaransa, Kijerumani, Kiitaliano. Tunaongea lugha tisa. Lugha zetu sisi tunazitumia kwa ajili ya kupelekea wageni porini. Yaani sisi lugha zetu ni pesa. Wewe unajua Kiingereza mm, unatembeza una mbazi hapa. Unatembeza mbazi. Unakaa, angalia sisi tumeisha darasa la saba lakini yes, tunang'aa. Yes, kabisa tunawakika wa kula, tunawakika wa kulala, tunawakika wa kufanya yeah, chochote. Na tunaoga maji asiyo achumvi. Kabisa. Ni maji amna mkipanda mchicha wote kwa nini? Kwanza mnalala. Tulimwambia mnamchamba urais wenu mbona haifai? Tutawapiga makofi ya omena omena mwenye. Tena babale umekula mrungi mpaka utumbo umetumea, yani mrungi na miguu ni membamba kama mti wa mrungi na mkufana nywele kama mkoka. Eti ati venye ati si Kiingereza, Kiingereza. Nyumba ya mabati usiku baridi, mchana unaweza kulala ndani, unalalia kwa nyumba ya mabati na unaweza kutupangia Angala, si tuna elimu lakini tuna afya safi, tuna uhakika wa kula sana mpaka enajikakaasananakula mrungi sana nakuvuta yeah, bangi sokoni na msingi oibasta mateteri. Kwanza bangi zenu ni feki na elimu, alafu unatembeza mbaazi, nakusaidia nini? mna vi vinahuh Kifua kina mfereji shingo, mm. Imenyoka sana kama mbuni, mjani wewe, usiti. Mna rangi mkioga, mnaacha rangi bafuni, mnachuja kwenda, mnachuja bafuni Kenya. Wakenya naongea nyewe, Wakenya Wakenya, mi nawapenda sana ndugu zangu, mi nigombea na nyenda kwa chizi, watu wa muogofi hata rais <laughs> yani Kenya ndio nchi pekee ambayo rais anaweza kusema kesho asubuhi tukutane uwanja wa Uhuru, wakamuuliza kwani kuna nini? <laughs> Kenya au mwogopi hata rais. Afu mimi ndo nichanganya, hebu ngoja. Kwa samani wa Kenya, mi lengo la kuja niwaulize hivi, kasongo ni nini? Mimi nasikia tu kasongo wewe hey, afu anasema kenya ndogo na kasongo. Kasongo ni nini kwani binafsi? Mi sijua. Sasa leo nije nauliza wa Kenya, kasongo hey, obali nanga <laughs>